Lakini kuna watu pia hapa nawajua, hata kumswalia Mtume, hiyo Allahumma salli ala Muhammad, ya rabbi swali, hawataki hapa hapa. He, unataka nini we? Hakuna ibada ya ajabu zaidi ya salatu ala nabi. Ibada zote Mwenyezi Mungu ametuamrisha sisi tufanye, lakini ibada ya salatu ala nabi na yeye mwenyewe anafanya. Si meelewa kitu hichi? Ibada zote anasema aqimu salata wa atu zaka, yeye aswali

wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Alafu ndio nyinyi tena, ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu. Basi wewe unakaa umswali mtume. Sijui kama leo kuna mtu kamswalia mtume hapo, unaishije bila salatu ala nabi? Inkanu almalaika yusalluna ala nabi mirara. tena yusalluna, narudia tena, mimi lugha ya Kiarabu najua, yusalluna ni fi'lu mudhari'u atajadudi listimrari yusalluna, yani hivi sasa tuko hapa tunapiga kelele hizi Allahu wa malaikatahu yusalluna <laughs> meelewa, yani ni ile present continuous tense, ndio yusalluna. Unawezekana umesoma soma shule kidogo, kuna present continua eh, ndio yusalluna, yani dhalhin, yani dilwasi eh, hivi sasa Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, mpaka kitasimama kiyama. Allahu wa malaikatahu. Wewe umekaa mdomo <coughs> unagoma, si unamgomea nani? Unajigomea mwenyewe. <coughs> Ebu mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu uona. <coughs> mswalie Mtume. <coughs> Jiwekee desturi ya kumswalia Mtume kila sekundo, ndo ibada ya ajabu. Ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara hii, mara ngapi? unapata sawabu kumi na unafutiwa madhambi yako sugu kumi na unapanda daraja kumi hiyo. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Hivi nilivyosema mimi, dhambi kumi nishaangusha angusha, sawabu kumi nishakula, na daraja kumi nishapanda. Ngoja nirudie tena, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli, eh, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Wewe unaona kama mzaha, lakini mwenyewe kasema hivyo.